Kristo, tusiwe watu wa maneno mengi sana, tusiwe na watu wa maneno mengi nyumbani, kazini, hata tunapokufa, labda kufa sisi huwa hatuongei, lakini huku mitaani Yesu anatufundisha tusiwe na maneno mengi wa mama, na hasa wamama wanapoparangana na wafanyakazi kule nyumbani, utasikia maneno mengi mengi, na mengine yanaanza kwenda kombo napoparangana na watoto na watumishi maneno yanakuwa ni mengi sana. Yesu anatufundisha tuwe ni watu wenye maneno machache machache tu. Hii ilikuwa ni fursa kabisa ya Yesu kusema maneno mengi, ana maadui zake, lakini maneno machache tu yenye maana. Katika Methali sura ya 10 mstari wa 19 tunasoma, anasema kuhusu wingi wa maneno anasema katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu. Bali yeye azuiaye midomo yake hufanya akili. Tujitahidi Wakristo tusiwe watu wa maneno mengi, tuwe na kiasi kama ambavyo Yesu anafanya hapa. Lakini pia tumeona kwamba katika maneno haya saba maneno matatu ya mwanzo yanahusiana na watu wengine, wala hata hayamhusu yeye maneno matatu: Baba huwa samehe, leo utakuwa pamoja nami peponi, mama tazama mwanao, yanahusu watu wengine. Ni ajabu sana, mtu yuko msalabani bado anatukumbuka na sisi, bado anaangalia mahitaji ya watu wengine, bado anatutanguliza sisi. Ni upendo wa ajabu sana sana sana. Tuwe na nafasi ya kuangalia mahitaji wengine tunapopita katika mambo mbalimbali ni vizuri pia kujua kwamba katika maneno haya saba, maneno yote saba, la kwanza mpaka la mwisho. Neno la kwanza linaanza na neno baba, Baba, uwasamehe kwa vile hawajui walitendalo. Lakini tena neno la mwisho kabisa tena nalo linaanza na baba, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Haya maneno mawili yote yanaanza na baba. Tunajifunza nini? Hapa Yesu anataka kutufundisha umuhimu wa kuwa na uhusiano wa kina na baba yetu wa mbinguni, kuwa na uhusiano wa kina usipokuwa na uhusiano wa kina na baba yako wa mbinguni, siku utakapopita katika changamoto au utakapokuwa unaondoka katika dunia hii utataharuki sana. Je, Jenga uhusiano wa kina kati yako na baba. Yesu anasema baba, uh, uwasamehe. Mwishoni kule tena anarudi tena, baba mikononi mwako. Hayo maneno mawili yanabeba neno baba, kwa hiyo hiyo ulibebe. Lakini pia katika maneno haya saba utaona jinsi ambavyo neno la msamaha limerudiwa mara mbili, neno la msamaha limerudiwa mengine yote mara moja moja, lakini neno la msamaha limerudiwa mara mbili. Neno la kwanza, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Neno la pili, Yesu anamsamehe jambazi. Kwa hiyo msamaha umerudiwa hapa. Yesu anataka kutufundisha nini kwa kurudia msamaha mara mbili? Katika Bibilia, neno likisemwa mara mbili linamaanisha vitu viwili. Kama neno litajirudia mara mbili kwanza msemaji anataka uelewa wewe ue, uelewe umuhimu wa jambo analolisema, kwa hiyo analisema mara mbili ili ujue kwamba ni jambo muhimu sana. Lakini pia anataka kukupa uelewa wa kina zaidi kuhusu jambo analotaka kulisema, kwa hiyo analisema mara mbili. Katika Zaburi sura sitini na mbili mstari wa 11 mwandishi anapotaka tuelewe kwa kina umuhimu kwa nguvu ya Mungu anasema hivi, mara moja amenena Mungu, mara mbili nimeyasikia haya, ya kuwa nguvu zina Mungu. Yaani, manake ili neno la nguvu za Mungu limerudiwa mara mbili, manake mwandishi anataka sisi tuelewe uh, umuhimu wa nguvu za Mungu, lakini tuelewe kwa kina kuhusu umuhimu wa nguvu za Mungu. Lakini mwandishi mmoja William Buckley anasema anaandika anasema anasema kwamba huenda Yesu anarudiarudia mara mbili kuhusu jambo hili la msamaha kwa vile anajua jinsi ilivyo vigumu kusamehe. Kwa hiyo neno la kwanza msamaha, Baba na wasamehe, na nawasamehe kwa sababu hawajui walitendaje, alafu anamsamehe jambazi. Anafanya mara mbili kwa sababu anajua sisi Wakristo na watu wengine ni vigumu kweli kweli kusamehe hiyo anarudia mara mbili ili kusisitiza kwamba tuna umuhimu wa kuweza kusamehe. Kwa hiyo na mimi ndio nitaka nikaze mambo hayo, ninapohitimisha nataka nikaze tu jambo hilo hilo hasa la msamaha. Wakristo tuwe watu wa msamaha, tuwe watu wa kusameheana. Inashangaza sana hata kanisani kumejaa visasi hapa kanisani. Hapa Bwana asifiwe niliwaambia kuhusu mchungaji mmoja ambaye alilani mkristo wake kanisani. Mchungaji kumekucha asubuhi, baada inaendelea, katayarisha waini yake, chupa ya ushirika kaweka pale. Sasa bado anaenda akachukue magwanda, sio kanisa hivo, akachukue magwanda, anarudi. Kumbe kaingia kichau. Sasa kaangalia nini, divai, kachukua ile chupa, kaona waini, aka akainywa yote. Chungaji anatoka kule anakuta ile chupa iko tupu, kesha imaliza. Akauliza, nani kanywa waini yangu? Wasema yule mama. Akasema, we mama, nimesha kulaani kuanzia leo, hutazaa kanisani humohumo, hutazaa leo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo, alimlaani badala ya kumbariki, alimlaani kanisani. Kwa hiyo Wakristo wengi uh, tuna visasi hata kanisani Wakristo wengi wanasali pamoja lakini wamenuniana, wanaombeana mabaya. Hata hapo mlipo, wengine mmekaa pamoja, lakini hapo mnaombeana una, mabaya e, na labda mwenzako ukafanikiwa, unaombea tu Mungu amchukue. <laughs> <laughs> E, kanunua bodaboda, we huna huyo, amchukue. msamaha Yesu anasema tusameheane, tusichukiane, tusijengeane visasi. Wakati mwingine hata sala zetu, mimi kuna sala huwa nazichunguza sana. Hata sala zetu zimejaa visasi, utasikia mkristo anaomba hivi, anaomba sasa hapa, anasema wale wote wanaopanga, wale wote wanaopanga mambo mabaya na kuweka mitego dhidi yangu, mitego hiyo ikawanase wenyewe. Mnaombaga hivi? Amwombage tena, ndo sala nyingi, wanachimba mashimo wakadumbukie wenyewe. Badala ya kumwombea mwenzako mema, unamwombea anaswe na mitego, unamwombea atumbukie kwenye shimo. Sasa hata sala zetu tuangalie, omba baraka, mwombee mwenzako baraka, mwombee msamaha hata kama anakutega we, simsamehe, kwani ameshakunasa. Wanakwaya ndio kabisa, wanakwaya <laughs> e, wanakwaya wenyewe wanatafunana na kunyang'anyana waimbaji kila kunapokuja. <laughs> E, wao wanajijua, yani kesho unakuta mwanakwaya anaimba kwaya hii, kesho wameparangana, kesho kutwa unamkuta kwaya nyingine kesho wameparangana, kesho kuta utaenda Chadulu kule nako wameparangana, kesho kuta utamkuta Makole. Sasa wewe Yesu atakuta unazunguka tu na hutaona ufalme yeah, tu mnazunguka sana, na kuna wengine hey, basi tu basi tu hilo hilo basi la, la, la Uvuke, si liko hapa limenunulia, kwa, kwa nini haliendeshi? Sababu watu hawapatani, uongozi uliopita, uongozi uliopo hawataki kusameheana, hawataki kufanya kazi pamoja. Hilo basi hapo, nimeita ofisini kwangu, nimeita, hakuna kusameheana, hakuna nini. Ili walifanya wao, sisi hatutaki kugusa kitu chao, na kazi sio yako, ni ya Mungu. Hapa kanisani ndio kumejaa, hakuna msamaha, kuna visasi kweli kweli. Hapa hii tusichukulie kwa kimchezo, hii pasaka hii, hii ijumaa kuu hii ikusaidie, nenda kakae, kumbuka ulipoanguka, ukatubu. Tunatakiwa kutubu kabisa. Sasa huko kwenye siasa ndo, sitaki niseme. Huko kwenye siasa sitaki niseme niseme chochote, maana wote mnaona anayoendelea, wote mnaona kwenye vyama vyetu vya siasa. Lakini je, hawawezi kusameheana? Si wanaweza kama jambazi anasamehewa Chadema sisehemu si sijui kafu nini? hawezi kusameheana kwa nini? wanatumishiana misuli. Yesu anamsamehe hata jambazi tena muuaji, ili kutufundisha kwamba hakuna kosa ambalo haliwezi kusamehewa. na mwisho kabisa, Yesu anasamehe jambazi sugu. Juzi juzi hapa nilipoenda magereza Wafungwa waliniomba na wakaleta barua wa, tunaomba umpelekee Mheshimiwa Rais, tumeshajifunza sana, tunaomba umwambie atusamehe. Wamekuja wengi tu sasa, bahati mbaya nikasema, sasa mimi nitaifikishaje huko kwa rais, lakini bahati nzuri nikasikia kwamba hapa juzi juzi ameshawasamehe wengi wengi tu. Wako kule, kweli wamefanya makosa, wana nani mengi tu na wanajuta na nini, lakini wanaomba mheshimiwa rais awasamehe. Sasa hapa, ninyi viongozi wa serikali mpo, mimi siwezi kumfikia, lakini ninyi mnaoweza kumfikia basi mwambie wale wanafunzi wenu wa gerezani wanaomba, ikiwezekana, rais awasamehe. Kwanza wanashukuru, juzi aliwasamehe wengi. Basi ndugu zangu, tujifunze kusamehe. Yesu anajua kwamba jambo la kusamehe ni la muhimu sana, ndiyo sababu analirudia mara mbili tena kwa mfuatano. Basi tuendelee kutafakari maneno haya saba tunaposubiri Yesu afufuke siku ya Jumapili, kwa jina la Baba na Mwana na Roho